Hello, karibu sana katika kipindi cha dakika 24 na leo ikiwa ni dakika ya sita. Utakuwa na mimi rafiki yako naitwa Abia Telatela na leo tuzungumzie umuhimu wa kuandika malengo mm, kuandaa malengo yako na kuyaandika. Ukisoma, okay, vizuri Habakuki e, nasema iandike njozi yako ifanye kuwa wazi. Si ndiyo? Unapoandika maanake unaruhusu Mungu aachilie malaika zake na kufuatilia ile mipango yako mm, ili iweze kutimia. Kwa hiyo kama ulikuwa huna tabia ya kuandika, anza sahizi. Jitahidi mm, upate diary au upate notebook, notebook ikiwezekana, hata daftari eh, daftari, hata karatasi andika. Lakini sizani kama inaweza kushinda notebook ya elfu tano elfu sita elfu saba au elfu kumi kwa ajili ya malengo yako, kwa ajili ya ubadai wako, kwa ajili ya future, future yako <laughs> e, mimi kwa, kiukweli kwenye kuandika kumenisaidia sana. Yani unapokuwa umeandika, ina inakupa moyo inaku encourage, unaona kabisa, ah, nilikuwa nimeandika hivi, hiki hapa kimeshatimia, hili limeshatimia inaku inakupa hamasa ya kuendelea kufurahi na kumwamini Mungu kwa mengine ambayo bado hayajatimia. Unapoandaa mipango mwakani, kuna ile mitatu ya msingi, unasema hii hapa na hakikisha hii hii, haya malengo matatu haya, ili moja, ili pili, ili tatu, lazima niyafanikishe mwaka huu. Kwa hiyo unaanza kuna yale matatu, yaani unapanga katika vipengele vitatu, kuna yale ya, ya msingi, yale ya mwanzoni Alafu, kuna yale unapanga labda haya baada labda ya miaka kumi. Unaweza kaanza baada ya miaka mitano, niwe nimetimiza moja mbili tatu. Alafu tena kuna yale ya mwisho. Ukishapanga mara tatu, manake ya yale ya tatu unapanga labda baada ya miaka kumi. Kwa kuna hii ya ndani ya mwaka huu nitataka nitimize moja mbili tatu, alafu namba mbili ndani ya miaka mitano nataka nitimize moja mbili tatu, alafu namba tatu, baada ya miaka kumi ndani ya miaka kumi yani nitimize moja mbili tatu. mdogo mdogo unaanza mdogo, mdogo unaanza Mtu ambaye ana malengo manake analotumaini mbele za Mungu unatumaini kwamba Mungu atakufanikisha kwenye hayo malengo. Na ndio maana ni muhimu ukayaandika. E, kuandika kuna kusaidia wewe baadaye kuja kuwa na ushuhuda, nilimuomba Mungu hivi, e, amenisaidia. Usipokuwa umeandika unakuwa kama uko gizani, huelewi huelewi unataka nini, huelewi wapi ulipo, huelewi wapi unaenda. Siku zote mtu mwenye maono ni mtu ambaye anajua ana malengo gani, atayaendeshaje, ata hayo malengo, atafikaje kwenye hayo malengo. Kwa hiyo na ili ajue ili ajue kwamba nitaenda hatua moja mbili tatu, ni lazima ayaandike. Tunarudi tena kule self love kujipenda. Kujipenda ni pamoja pia na kujitamkia, kujitabilia mambo mazuri kwenye maisha yako. tutakapoanza mwaka tutakapoanza mwaka mwingine uwe tayari umeshajitabilia kujitabilia huko kwa kuandika. Andika wewe unataka mwaka huu moja, mbili, tatu, nne, tano kitokee kwenye maisha yako, na sio unaisha tu kwenye kuandika. Inabidi uwe sasa unayaombea hayo malengo, unayaombea malengo yako yaweze kutimia kila mara unachukua malengo yako unayaombea yapate kutimia. Ukisha toka kwenye hatua ya kuyaombea, unaanza sasa kuchukua hatua ya kuyafanya hayo malengo. Kama ni jambo la kujenga nyumba, unajua kujenga nyumba kunaanza na nini? Kununua kiwanja. Je, uko kwenye hatua gani? Unajichanda, unajichanga ununue kiwanja, au umekaa tu unategemea muujiza? Hapana, unatakiwa uanze hatua. Kama ni swala, unajenga nyumba, tafuta kiwanja. Bado hela hazitoshi, basi ujue unataka kiwanja cha cha shilingi ngapi, maeneo gani? Anza kufanya survey ya kujua eh? Kuandika malengo kunakupa ile imani eh? Unapoandika unapata imani kwamba inawezekana. Una malengo la una ma, una lengo la kununua gari na umeandika mwaka huu, mwaka huu ndanua gari. Unachukua hatua ya kufanya nini? Kuomba kwanza, si ndio? Una unaombea kwamba mimi nataka niwe na gari, Mungu naomba nisaidie niwe na gari. Haya, hatua ya imani Unaenda driving school, unaanza kujifunza kama hujajua bado e, unaanza kujifunza kuendesha unapata na leseni yako. Umeona sasa ilivyo nzuri kuandika eh? Unaandika, ukishaandika umeona, unaliona kila siku unaliombea hilo jambo lako, ukishaliombea unachukua hatua. Ujue kuwa ukiwa na malengo na umeandika, unajua unataka nini kwenye maisha yako Si rahisi sana wewe kupelekwa kupelekwa pelekwa na trend zinazoendelea kwenye social media labda eh, kwenye jamii, kwa sababu tayari si una malengo yako na umeandika, unayaona kabisa, nimeandika hivi nataka hivi na hivi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo utaepuka nayo, kuna tabia ambazo utajiepusha nayo, kwamba hizi haziwezi kunifikisha mimi kwenye malengo yangu. Mimi na malengo haya, lazima nifanye hivi eh. Kwa hiyo inakupa moja kwa moja nidhamu binafsi, tayari umeshaingia kwenye kujipenda. Eh, kujipenda ni pamoja na kuwa na nidhamu binafsi juu ya malengo yako, juu ya yale unayoyatarajia. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na nakusikia uja kwa neno la Kristo, unapoendelea kusoma neno la Mungu unaendelea kupata imani eh? unaendelea kupata imani kwa yale mambo ambayo nini unayatarajia, na yale mambo unayotarajia ni yapi? Ni yale ambayo umeandika. Na unaandika mambo gani kwenye kuandika malengo malengo ni ni mambo gani? Ni mambo unayoyatamani yatokee kwenye maisha yako eh? Mwingine anatamani ya kujenga nyumba, mwingine anatamani kununua gari, mwingine anatamani aende nje ya nchi yakasome, mwingine anatamani ya yani, kila mtu ana kitu anakitamani. Kwa hiyo andika malengo yako yaombee, anza kuchukua hatua. Mimi leo sina maneno mengi, nakushukuru sana wewe ambaye umetazama, naamini utajifunza kama ulikuwa una notebook au hauna diary, basi tafuta uwe nayo, uandike, panga mkakati wako mzuri kwa ajili ya mwaka unaokuja, kwa ajili ya miaka inayokuja. Yaani weka mkakati, baada ya miaka mitatu, baada ya miaka mitano, ndani ya mwaka huu nitimize moja, mbili, tatu. Itakusaidia sana, na utakuwa unaona thamani ya wewe kuwepo duniani, utakuwa unaona amani ya wewe kuishi. basi Tumefikia mwisho na kushukuru sana. Naomba usisahau kusubscribe chaneli hii ya Abia Telatela, pia usisahau kunifolo kwenye mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook. Asante. Bye.